nyeupe tofauti na nyeusi. Nyeusi huwezi kulazimisha, ni nye yangu. Shuhudia tabia ya ndugu yako na maada, umesha shuhudia na mwenyewe, umeshamsikia, siwezi kumwacha mke wangu, ila pia sihitaji lawama kwa kitu ambacho nitakuja kukifanya. Yaani hiyo ile unataka kuanzisha mimi nishalipa kama je nilishalipa. Wewe well, utulie sijakupa maneno yako kama nenda. Nisikize ni kwambie. Wewe si umeamua? Si unacharuka? Sasa charuka hapo kwenye nyumba yako. Hii ndoa yako charukie. Litakapokukuta. Ukitoka huko ndani kitoka. Naomba kwangu usije. Yaani sahau kama ulikuwa na dada anaitwa Sasa kabisa kama ulikuwa na dada.